Kuna mashabiki hawaamini kwamba wakiwa na Dube yanga itafika mbali. Comment kama hiyo unaichukuliaje? Na pengine, wanastahili wanahisi wanastahili mshambuliaji bora kuliko Dube? Kwanza nawasifu mashabiki kwa sababu, timu yoyote yenye mashabiki wakali, timu hiyo ina nafasi kubwa ya kufanya vizuri. mm -hmm. Mm -hmm. Kwa sababu hizo ni demand ambazo haziishii tu kwao wao kutaka raha, zitawasukuma viongozi, zitasukuma benchi la ufundi, zitawasukuma nyota waliopo kwenye timu yao hiyo, natoa sifa, wala sina shida, ila hatujawahi kwa miaka kumi iliyopita kupata mshambuliaji bora kama Dube eh, kwenye ligi yetu. <coughs> Nimechuruzika machozi ya damu kwenye moyo wangu. Narudia tena, kwenye miaka kumi iliyopita toka elfu mbili na kumi na tano na leo nazungumza Novemba 20 25 10 years, hatujawahi kupata mshambuliaji hatari bora kama Dube. Kwa hiyo mashabiki wanakosea kwa hicho wanachokisema. Wanataka mfungaji bora si wakatalii, wakija kujua siku tofauti ya mshambuliaji bora na mfungaji bora watakuja kunielewa. Mi hapa namzungumzia Lautaro Martinez, namzungumzia Wayne Rooney. Naeleweka vizuri, namzungumzia Luis Suarez. Yani hawawezi, kina Tevez hawawezi kuwa wafungaji bora. Hawa hawa huwa wanacheza yani, msimu huu wachezaji watatu wajua Yanga walio create chance, Dube yumo, namba hizo, wachezaji wa Yanga na viungo vyao vyote, wale kina Dumbia, Pakomo, Maxi, aliye create nafasi nyingi Yanga top 3 yumo anatumika na nani kocha yupi against opponent yupi kwenye soka lipi? Yule mtoto amelelewa kwenye soka la kiafrika ya kusini, kina Sharulile, unaona Sharulile kuna muda anacheza winga huko anatokea winga, kuna ndio maana Sharulile anaweza akafunga, e, goli kumi na moja na kina... tu mm. Lakini wa ufungi hizo hivi, nyie goli za dube mnazionaga au goli za mzizi mnazionaga hawa? yeah. Ha, watu wanafungaga magoli mazuri tu hizo mnazotaka nyinyi. Aganetubu hawezi jamani. Dube wakati yuko Azam amewafunga magoli mazuri Yanga, amewafunga magoli balaa Simba. Dube anatoka kule anafinya, anamwambia manula njoo, anapiga kule, inapigwa imesahau kaunta, ataki anakimbiza, anapiga mcho Oo! moja moja hiyo Azam dhidi ya Simba anachomoa chota chama kwa Paulo. Si mwaka juzi tu hapa elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne kama jaja Yanga. Ila kwa sababu Yanga bado wana kivuli cha mayele. Wateteme nani? Ndio maana, ndio maana Gamonde alifuta hiyo. Azizi alikupa goli 15. Assist 9 sio 8. Sio nane. Bax alivuka goli kumi, Pakome alivuka goli kumi. Mudathi alikuwa anafunga kila siku, anapiga simu You see? Kila mtu alifunga ni mwambeni mpaka gwede mlio mtimua alifunga ko oh! mashabiki waondoe kile kivuli cha maele, siku wakiweza kutofautisha mfungaji mm bora mm na Saadube, mm mshambuliaji bora ndio wataanza kunielewa sawa. Dube mshambuliaji bora miaka kumi ile ni zawadi. Anachukua mpira hapa anakokota, anaweza kudrive, ana hesitate, anaenda kushoto, anarudi kulia, anapiga mawe nje ya box, anapiga goli la counter-attack, ana press, anapiga vichwa, anaweza kufinya ndani ya box, anaweza kusababisha penati ndani ya box. Ah, guys. anapitia kitu gani sasa? Yanga haijatulia, Yanga ambayo haikutulia, Yagamondi mwaka jana ilivyoanza, Dube alifunga goli hili baada ya kuondoka Gamondi, alivyokuja Ramos kwa idhini, miezi miwili na nusu Dube alikontributi magoli ishirini na moja chumba kumi na tatu assisti, nane ligi nzima. Wewe nimeongea na Pedro mwaka jana nikamwambia vipi, tumjadili Dube mkasema ah, topic za Dube ziishe. Eh, class is permanent, form is temporary. Yanga ikitulia tutamuona Dube. Yes. Yanga pakome, ametulia, pakome, zile chuma mbili mechi ya mchezo na Simba ndio pakome huyo ndo huyo amaliza msimu, ndo huyo muda kwa wapi? Namba nane Yanga ya Yanga miaka mitatu mfululizo, kiungo cha Yanga chana, na, na, na kuliza wewe, mechi tatu mfululizo ntajie Napo kaingia na A, woyangu, sasa kaingia. Sasa neno hii, Yanga haina midfield namba sita na namba nane hamna. Nikumbushe. <laughs> Okay. mechi tatu mfululizo. beki wa kati mechi tatu mfululizo amecheza na nani na nani? Nikumbushe. Beki za kati tu kocha ana, tuocha kamzungusha mara Asinki mara Ndambwile mara siju Bakarinondo mara Beka mara Syubaka. mara Dickson, na beki wa kati hamna, namba nane namba sita hamna, unalaumu namba tisa. Tunazungumzia football au tunazungumzia, yani, mtafute kichaka. Yanga haijatulia bwana. E, twende kwenye kundi lao sasa, tuangalie e, Al Ahly, FAR Rabat e, pamoja na JS Kabylie. Yanga anavuka kwa sababu kuna watu tayari washaikatia tamaa, wanasema kama Yanga haijatulia kama unavyosema, ina maana na shughuli yao ishakuwa ngumu tena dhidi ya umoja wa Waarabu miaka minne mfululizo wa Afrika mashariki na kati hmm. Klabu iliyo bora kwa numbers na performance. yenye mwendelezo ni Dar es Salaam Yanga Afrika four years consecutive. Afrika mashariki na kati hmm. Afrika mashariki na kati ubingwa wa ndani hmm. Ambapo kwa saa hii kwenye ukanda wetu wa Afrika mashariki na kati, ligi yetu ni ligi namba tano kwa ubora barani Afrika, kwa hiyo ligi yetu Ah, kweli sana. Anasikiliza madini. Mtu hajayapanga sio kwamba amepanga kuja kuzungumza. Anayatoa kichwani. Tangu ya Dube umesikia? Eh? Ogopa sana. Anayatoa kichwani. Kichwani. Hajaandika. Asante sana. Unasemaje? Asante. Fanya nini? Unapata baraka. Madini, unajua ogopa mtu aliyeandika script akaanza kusoma. Huyu anayatoa kichwani. Yaani ame Mungu akubariki sana. Umempa na mkono wa maka <laughs> So yeah. Niendelee? Ndio, ndio. Kwa miaka kwa miaka minne mfululizo, ligi yetu imepata maendeleo makubwa sana kwenye ukanda wetu wa Afrika na tulipanda mpaka nafasi ya nne, na walau mwaka jana tumeteremka kuja mwaka huu kuwa nafasi ya tano o ligi yetu kwa ukanda wa Afrika mashariki na kati kwa maana ya Congo, Malawi, Msumbiji, Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, Somalia, Zambia, ligi yetu ni bora, ndiyo maana uh, na Ethiopia. Thank you very much. so ukiondoa Misri ambayo ni EPL si Egypt Premier League, Botola Premier League kwa maana ya ligi ya Morocco. Alafu wanafuata Algeria, sawa eh. Alafu namba nne ni PSL kwa maana ya South Africa. Alafu namba tano ni Tanzania. Kwa hiyo ligi yetu kwenye ukanda wa Afrika mashariki na kati, sisi ni bora hapa, nimeeleweka? Kwa hiyo kama ligi yetu ni bora maana yake klabu ambayo inaweza kudominate ligi yake ambao ni ligi bora kwa ukanda huo, hiyo klabu ndio bora kwenye ukanda huo. Dar es Salaam Young Africans, achana na miaka mitatu nyuma, miaka miwili mfululizo hii timu. Uganda, Kenya na Tanzania ni mataifa bora afrika mashariki. Namba nane wa Kenya Yanga wanaye, namba nane wa Tanzania Yanga wanae. Namba nane wa Uganda Yanga wanaye Aucho. Uganda achezi namba sita hmm, ni namba nane na wote wanavaa jezi namba nane, muda fulani tu. Na manamba namba yake anao atakaga mwenyewe, anajua mwenyewe, lakini hawa wote hawa utake utake ni Uganda, Tanzania na Kenya namba nane zote ziko Yanga, kuna maana timu ambayo inachukua wachezaji bora wa ukanda huu. Thank you very much. Yani, kama ukiweza kuchukua namba nane bora za ukanda wako zote unazo wewe we maana yake una klabu bora hilo ndo jiko la Kenya, Tanzania na Uganda. Yanga katika miaka minne hii imeweza kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, group stage mara mbili na robo fainali mara moja, robo fainali ya Gamondi, fainali ya Nabi Ramovic na Hamdi, lakini Yanga ile sio hii. Justin, ndio naendelea, tumeuliza kuhusu hizi kina Farabat, Al Ahli na Kablia. E, kama Yanga atatoboa e, e, sasa huyo uliyemuulizia swali ni Yanga kwao, nakupa namba za Yanga. Alafu kwa nini sasa hivi against our opponent? Umeelewa hapo Pedro eh? Sasa ukiangalia hizo namba nilizokupa, Kablia hazifikii, ni miaka minne hii robo fainali moja, group stage mbili, na fainali kombe la shirikisho namba za Yanga alizo correct CAF ni kubwa, Azfarabat hazifikii only, anayeweza kutamba humo ni Al Ahal, ana ubingwa mara hizo mbili katika hiyo miaka mi minne. Hicho ni chuma shekhe. <laughs> Hapa naeleweka haya currently. Yanga hapa ndani Afrika anazidiwa na Simba. Simba namba tano kwenye rank za CAF. Yanga namba tisa. We good. Simba yuko juu kwenye namba za nini, za CAF. Simba amecheza robo fainali katika hiyo miaka mara mbili, fainali kombe la shirikisho mara moja, group stage hii hapa kama nani kama Yanga. Kwa hiyo ukiangalia Simba anakuwa amekorekt mara nyingi kuliko Yanga, kwa sababu Yanga kuna mwaka jana alishindwa kufika robo, Simba alifika fainali, alafu nyuma yake Simba ana robo hizo mbili. Hapa naeleweka bro? Sasa huyo mwenye hizo namba za kafu, iwe current, iwe juzi, anabomoka asubuhi, mchana na jioni, na goli yapati Yaani, huyo mwenye namba za Yanga Afrika Mashariki na Kati kumzidi na ranki yake namba tano anabomoka asubuhi, mchana na jioni, hata goli hapati. Six times consecutively, mtu wa tano Afrika kwenye namba Farabati anampata Simba namba kafu Kabria, anampata Simba kafu. Hapana, ndio maana nikakwambia Tukianza kuangalia fomu utasema Yanga fomu yake imeshuka, nani imepanda? Al Ahli ya mwaka jana kuja mwaka huu ndio ile Al Ahli ya miaka mitatu nyuma, naye ka drop timu na kocha huyo huyo, na uhatari wake, hajawahi shinda Tanzania siku nyingi, bala amfungi mtu yoyote Tanzania, huu mwaka wa nane anayebomoka na Yanga asubuhi mchana jioni Simba. Al Ahly ya mwezi mara mbili kabomoka Al Ahly, Medi Kagere MK14 Jose Luise Mikison, alafu na sare ya mbili mbili AFL kwa Yanga. Pakom alisema mimi peke yangu amniwezi nye Al Ahly. Pakom zuzwa kwenye kiyota klabu bora barani Afrika kwenye numbers, kwenye kufunga magoli. Numbers za magoli ni Mamelodi Sundowns kwa miaka mitano mfululizo, wastani wa kufunga chuma kuweka kamba nyavuni dakika mia themanini. Kwa sababu Mamelodi anaweza kakupiga kwako nne, huyo alali mwenyewe kashapigwa za kutosha, mpaka akachukua kocha huyu aliyekuwa naye hapa na Yanga Afrika... dakika mia themanini kashindwa kumfunga Yanga goli moja, kamzulumu yeye na kumi na mbili za nyongeza kamzulumu yeye na, na rais wa kafu wao. Kwa maneno yako ali na Yanga anavuka kwenye ile kundi Nimekwambia hivi resources alizonazo Yanga. Yanga ana mchezaji ambaye Afrika hii peke yake ndo anatoka timu ya taifa ya Ivory Coast, anakuwepo kwenye kikosi cha kwanza. Kamtafute, nenda Al Ahly, nenda Botola kule Moroco, nenda Algeria, Afrika nzima. Ichukueni vizuri Yanga, Afrika nzima ndio ana mchezaji mwenye hadhi ya kucheza kikosi cha kwanza Ivory Coast, mabingwa wa Afcon wao, si ndio? Bingwa nani wa Afcon? Ivory Coast, anacheza kikosi cha kwanza pa Com jezi, yes, namba saba ya Solomon Kalou. Bwana, hiyo kwa upande wa Yanga tumaliza, na kwa upande wa Simba kundi lao wao, eh, unaona wapi safari yao kwenye ligi ya mabingwa Afrika? Petro Atletico de Luanda Eh, ni timu ambayo wanaanza nayo mchezo wa kwanza, lakini vilevile wana Stade Malien wako ndani eh, lakini vile wana Esperance de Tunis ambayo nayo imea kwa hivi karibuni inaonekana kama inayumba hivi. Mechi ambayo Simba itamsumbua akiwa hapa hmm. Ambayo hiyo timu inaweza ikaambulia sare au suluhu peke yao sare hey, au ya suluhu. Yani bila, bila suluhu ni sifuri bin sifuri. Watangazaji nao niwape somo, ukisikia sare lazima iwe na magoli mmefanania kufunga, tafsiri yake magazeti yalithibati, yani ni wafundishe waandishi. Suluhu ni nyau nyau, yani bila bila kama mjaenda uwanjani mwenye uwezo huo kwa grupu la Simba ni Esperance tu? Ni Esperance de Tunis. Petro Atletico de Luanda. ha, we hawezi kumzuia Simba. Hmm. Apa, hmm. Ta... Babu, unajua, unajua mimi, mimi hmm. football. Hmm. mi nazungumzia mi sio ngongangongele mi sio mdau wa timu hmm. mimi ni mchambuzi wa michezo Simba kuna pahala ameseti standard yake kwenye michuano hii tena, akiwa nyumbani, yaani, kama timu ya taifa ile Taifa Stars ingekuwa na standards za Simba kwenye michuano ya kimataifa Taifa Stars, kila mtu angeshabikia hapo kwao. Nadhani kuna somo pia TFF wakalichukue Simba jinsi ya kucheza wakiwa home kwa faida ya Taifa Stars, kaichukueni muikate mpaka mchelewe, kwa lengo la tunapenda <laughs> taifa letu, kwa lengo la kujenga standards ambazo Simba ameset kwenye michuano ya kimataifa akiwa home. Kuna kitu inatakiwa TFF na bodi yake ya mashindano na nini watajua wenyewe, wakazungumze vizuri na watu wa Simba jinsi ya kucheza tukiwa hapa nyumbani itatusaidia kwenye michuano ya kimataifa na kwa standardi hizo unazozizungumza, ni dhahiri shahiri asilimia saba, saba nyumbani lazima kwa kuanzia hiyo namna eh, yani hata kwa... yani... babu lini alikuahidi tunashinda wakushinda robo fainali kwa mnyama peupe? Kuna mmoja atavuka kwa tabu, kuna mmoja haendi, kuna mmoja haendi alama saba unaweza kuzipata, ujue kwa sababu hizo. Hata AS Vita alizipata akataka moja tu iwe nane akashindwa. Benjamin chama baba yes. Kwa hiyo kuna mmoja ataenda kwa tabu, kuna mmoja ugenini patamua atagongwa sana, klabu mm, ah, bingwa si wako wawili? yeah. <laughs> nimesema mmoja <laughs> yeah. ataenda kwa tabu mmoja yeah atateseka sana ugenini. Yeah. kwa kazi kwake akapambane ugenini bana, pante funamuna, lakini bisho wale washirikisho mmoja. Mm. papatu mmoja papatu. Anaenda kirahisi eh? Yes, mmoja okay. Papatu papatu 50-50, mmoja. Mm-hmm. Anaenda kirahisi naishia hapa.